Neacha pasi. Vitalis inaonekana kiwiko cha mkono cha Vitalis Mayanga kimefika. Kadi nyekundu moja kwa moja anaoneshwa Vitalis Mayanga, kama ingewezekana basi, zaidi ya dakika 23 ambazo ameshazicheza mpaka wakati huu alitamani kuwafunga labda waajiri wake wa zamani. Kadi nyekundu, kadi ya pili hii uwanjani, kadi ya kwanza alionyeshwa. Tazama kiwiko cha mkono moja kwa moja kwa, kwa Anthony Mligo, yenda kumpiga Anthony Mligo na Anthony Mligo akaacha kabisa kujishughulisha na mpira akaonyesha kwamba nimeumia, akakaa chini. Ndio football. Veron anampoza Naambia ndio hivyo tena kapum Vitalis fair kapumzikeaiay, akipiga makofi kurusha Simba, ameshawanza kwa haraka. Jonathan Soa kwenye himaya yake soa Jonathan, nani ameonyesha? ni Eli Mpanzu, Eli Mpanzu, Mpanzu anajaza ndani, katika nafasi ni Simba Sports Club, ni Morice Abraham Simba ya ligi kuu haina kipengele, kipengele uje nacho wewe. Veron matola ametulia tu anaangalia anaona, bado haitoshi. Morice Abraham anawatanguliza mbele Simba, kazi ambayo aliifanya Jonathan Sowah, akamtengea Elie Mpanzu kibisa, wala akafeint akaunyanyua mpira ule, Morice Abraham akapiga moja kwa moja na mpira ukaja ndani ya wavu baada ya Beno David kakolanya kushindwa kudhibiti kombora lile la pale kwa pale, ndani ya boksi ya 18 ndani ya pochi, Morice Abraham anaweka mpira wa wavuni. Ha jaribu kupita Jonathan Sowah katika nafasi, Sowah Jonathan Sowah Ghanaian machine, mmoja ya nyota hatari, anaweza kupitia vipindi vigumu, lakini haimaanishi kwamba sanaa yake ni ndogo. Ni artist kutoka ardhi ya Kwame Nkrumah mpaka ardhi ya Nyerere. Gabriel Mwaipola alipitisha mpira, wakashindana wenyewe, mawasiliano. Jonathan Sowah anaimaliza kazi ambayo aliifanya akiwa na Medeama, akiwa na Al Nasiri, akiwa na Singida Black Stars na sasa akiwa na Wekundu wa Msimbazi, Simba. Anamzidi maarifa ya golikipa Beno David Kakolanya. Chui mweusi mawindoni, panashaka kwa mara ya kwanza wanataka kumtambulisha katika mchezo wa kimashindano. Starboy amenyanyuliwa. Eli Mpanzu fundi wa mpira anakwenda bench, anaingia Mohamed Bajaber, nyota ambaye wana Simba walikuwa wakimsubiri kwa hamu zote. Mwenyewe haamini hichi anachokiona, haamini vibe la wana Simba analoliona, klabu alizocheza zote kwenye historia ya kariera yake ya football. mashabiki wa Simba wanamshangilia kwa nguvu zote, ni Starboy kutoka Kenya. Je, nini ambacho atakifanya akiwa na miamba hii? Tunasubiri kuona majibu yake kutoka katika miguu yake. Mohamed Bajaber, moja ya viungo wa ushambuliaji bora kabisa. Steven Dese Mkwala amepita. Dese Mkwala bado yuko na mpira na nikaonesha katika nafasi. Bajaber karibu sana Tanzania. Mohamed Bajabir kuna utamu wa goli la Simba alafu kuna utamu wa goli la mohamed Bajaber. Ni starboy mpira wake wa kwanza anaweka kambani, pengine hii ni rekodi kwa klabu ya Simba, ni rekodi labda katika historia ya kandanda ulimwenguni kote. Mchezaji mpya kwenye klabu, mchezo wake wa kwanza mpira wa kwanza pale, alijiandaa, hapa anachukua nafasi alimpanzu, wanajichanganya wenyewe, back pass, Steven Dese Mukwala kutoka Uganda akampelekea mkenya Mohamed Bajaber, akaujaza ndani ya wavu. Ni Starboy ndani ya ardhi ya Tanzania. Inatengenezwa combination triangle ya Afrika Mashariki. Ni wekundu wa Msimbazi, Simba.